Jamani, haleluya. Waibrania moja mstari wa nane na watisa, naomba tusome hapo. Waibrania moja mstari wa nane na watisa anasema hivi: lakini kwa habari za mwana asema kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele, na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Umependa haki, umechukia maasi kwa hiyo Mungu Mungu wako amekutia mafuta, mafuta ya shangwe kupita wenzio. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anainua wenye haki, Mungu anainua mwenye haki na Mungu anamwongeza viwango na viwango mwenye haki. Usimlazimishe Mungu kufanya mambo wakati wajibu wako umeuacha, wakati matendo ya haki umeyaacha. Yesu asifiwe sana kila ambapo panapaswa utende jambo na umeagizwa ulitende kama kanuni ya kimungu huwezi ukaikwepa kama amesema utavuna ulichopanda usipopanda huwezi ukavuna Yesu asifiwe sana. kwa hiyo matendo ya haki aliyoyaagiza lazima yatimilike na yanafanyike yasipofanyika manake tayari unajitenga nje na maagizo yake Mungu jamani. Bwana asifiwe. Matendo ya haki unayajua, umeyasikia kile inavyoitwa leo, na umeyasoma, unaagizwa kile inavyoitwa leo, na ndio maana akasema, utakapotii sauti hii inayokuagiza leo, baada ya hapo kwa lugha nyepesi, utakapofanya yale niliyokuagiza, utakapoendelea kuyatimiliza yale niliyokuagiza, hivi vitu vitakujilia. Simlazimishe Bwana kufanya wakati wajibu wako ulioambiwa kufanya haujautendea kazi, wala maombi yako hayatamshusha tueti. Umemlazimisha tu namshusha tu Mungu aumshushe kwa maombi tu, unamlazimisha, haiwezekani. Tenda, mahali ambapo panapaswa kutenda na wajibu wako unaujua. Kila alichokiagiza Mungu kitende, usiache neno lolote lianguke chini. Hakikisha kila alilokupa Mungu mikononi mwako halidondoki, unalitendea kazi na unalitimiliza. Bwana Yesu so, asifiwe sana, na ni wajibu wako, sio wajibu wa mtu mwingine, wala sio wajibu wa kundi lote la JIT. Ni wajibu wa wewe mwenyewe jamani, haleluya. Kwa hiyo anasema, kwa sababu umependa haki, umependa kutenda haki ukachukia uasi, Mungu amekupaka mafuta kuliko wengine. Mungu hana upendele, yee mwenye bidii na ambaye atajitoa kutimiliza ambayo Mungu amemwaagiza atazilika kwake, umetenda haki inavyotakiwa, huyo mtu atainuliwa tu. Yani hiyo haipingiki wala hakuna wa kumpinga. Bwana Yesu asifiwe. Timiliza haki ya Bwana kwanza, timiliza agizo la Bwana kwanza, timiliza Mungu alichokuamuru kitende, ndipo usiwe na manunguniko. Kuna mahali, kuna wajibu wako unapaswa uonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu sio mwanadamu, anajua mioyo yetu, anajua maisha yetu, anajua kutembea kwetu, anajua kuenenda kwetu. Kwa hiyo yeye ndo huwa na hukumu ye ndo huwa anaamua, kwa sababu maisha ya mangula anayajua. Akisema na mpaka mafuta anamjua, akisema hapana anamjua pia. Kwa hiyo wajibu wa kwako na ambacho Mungu anapenda utende yaliyo ya haki. Bwana Yesu asifiwe! Matendo ya haki ni kwa ajili ya mwenye haki. Uchukie uasi wovu ni mbaya, na wovu hawezi ukamfikisha mahali, mtu wovu unamwangusha mtu, unaangusha taifa, unaangusha familia, unaangusha mpaka kanisa. Wovu hii haijaanza leo, toka Adamu wovu unaangusha, unashusha, lakini matendo ya haki yanamwinua mtu Mungu afurahii jinsi unavyoutetea uasi na kuushangilia uasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hafurahii, Mungu hafurahii jinsi unavyoufumbia uasi, jinsi unavyojikuta unaupotezea uasi. Mungu hafurahii hata siku moja, hafurahii kabisa. Mungu hafurahii kila muda anavyozungumza anazungumza unaufumbia una macho unarudi tena pointi ile. Mungu afurahi. Na ndio maana kuna majila alitolea mifano migumu kwamba mbwa amerudia, ame manini matapishi yake. Mungu afurahi. Mungu anafurahia pale ambapo unaipenda haki na unaitenda haki, na ndivyo anavyotamani kwa kila moja ndani yetu na kwa kila mtu Yesu Kristo mwana wa Mungu, yeye yeye yeye aliipenda haki akaifurahia haki akaipromoti haki akawachalenji hadi wakuu wa dunia, akawachalenji Mafarisayo, nini haki, kwa sababu mwenye haki ni chukizo kwa Mungu. na mwovu ni chukizo kwa mwenye <laughs> mwenye haki. Bibilia ndo inasema. Bwana Yesu asifiwe. Na ndo maana nje na yeye kupenda haki watu, kwa sababu alikuja ikawa nuru ya dunia, kwa lugha nyepesi akawaonyesha yanayotakiwa kufanyika. Zalani. Wakamchukia kwa sababu ni mtu aliyependa haki, na ndio maana wanaopenda haki hawaishi. Bwana Yesu asifiwe. Wanaopenda haki wanachukia uasi, angalia, hata awe rais hapo watampiga vita mpaka wahakikisha anatoka. nini haki? na hakuna namna, hatuwezi kujirahisi ili tupendwe na wengi, wala hatuwezi kurahisisha mambo ili tupendwe na wengi. Hatuwezi tukashusha standadi za kimbingu ili tupendwe na wengi. Hatuwezi tukapokea rushwa ili tupendwe na wengi. Hatuwezi tukatenda kinyume cha yale Bwana ameagiza ili tupendwe na wengi, tutata Bwana ameagiza kwa sababu yeye yeah, akitupenda inatosha.